Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunatazama jinsi Yesu anavyoiona dhambi, bado tunaangalia jinsi Yesu anavyoiona dhambi. Leo tuko katika injili ya Mathayo Mtakatifu sura ya kumi. Nasoma mstari wa kuanzia wa 34: msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani la sikuja kuleta amani bali upanga kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye na binti na mamaye na mkwe na mkwe mtu na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Amin. Mpendwa mtazamaji wangu, tunaangalia kwa Mathayo jinsi Yesu anavyoiona dhambi. Hapa anaongelea mambo ya familia, anaongelea kuhusu familia. Kila mtu anaishi katika familia. Mimi pia naishi kwenye familia na ninatoka katika familia, na wewe unatoka katika familia yenu. Hivyo basi, napoishi na watu lazima tuwe waangalifu sana, kwa sababu yuko Yesu pia, yupo Yesu pia anayetuhitaji. Sasa anasema mimi sikuja, Yesu anasema mimi sikuja kuleta amani, lakini nimeleta upanga, nimekuja kuleta upanga. Upanga hapa maana yake kuwatofautisha watu katika familia, kuwatofautisha watu, kuigawa familia. Kwa vipi? Kwa njia ya imani, kwa njia ya imani. Sasa nisikilize vizuri, upate kuelewa hapa. Yesu anasema mimi sikuja kuleta amani duniani, la sikuja, bali upanga, bali upanga kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye na binti na mamaye na mkwe na mkwe mtu. Yaani, baba atofautiane na mtoto wake, mama atofautiane na binti yake, alafu mkwe atofautiane na baba mkwe wake au mama mkwe wake, na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. anamaanisha Yesu alipokuja anatamani watu wamwamini wa, wa wamfuate yeye. Ziko familia, ukitaka kumfuata Yesu, yaani uko hatarini, wana wako tayari hata kukuua, kwa sababu unataka kumfuata Yesu. Lakini Yesu anasema adui za mtu ni wale wanyumbani mwake. Maana yake wewe ukimwamini Yesu Kristo lakini familia yenu hawamtaki, wako tayari kukutoa hata uhai wako, tayari hata kukuua, wako tayari kukufukuza nyumbani, na haya yameshatokea mara nyingi. Sasa Yesu anasema mtu yeyote kati yenu atambue kwamba adui wake wanaoweza kumzuia asije kwa Yesu ni wale wa nyumbani mwake, naweza kuwa baba yako ama mama yako ama kaka yako ama mjomba wako ama shangazi ama mtu mwingine yeyote mwenye nguvu pale nyumbani. Wewe umeshaamua kumwamini Yesu Kristo, lakini yeye hataki, hata kuzuia, ukifanya nguvu yuko tayari hata kukuua. Sasa Yesu anasema apa, apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au kuliko mimi huyo hanistahili maana yake ukiwapenda baba yako ama mama yako ama ndugu zako kuliko Yesu, yani ndugu zako wakikwambia, haya achana Yesu, achana na Yesu, Yesu nini, ukawasikiliza umeumia, hiyo itakuwa dhambi kwako. Lakini ukiwaambia, jamani, Yesu ndiyo wa maana, wakakwambia achana na hiyo kitu, lakini wewe ukasema, hapotele mbali, mimi namfuata huyu Yesu. Anasema hivi Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, na mwenye kuipoteza nafsi yake ataiona. Maana yake kama utakubali hata kufa kwa ajili ya Yesu, basi utamwona Yesu. Sasa dhambi inakujaje? Ni pale ambapo utaambatana na familia na kumkataa Yesu, hiyo inakuwa dhambi kwako. Ngoja nirudie, ukiambatana na familia na kuwasikiliza na kuungana nao kumkataa Yesu ni dhambi kwako. Sasa, Yesu anasema mtu yeyote atakaye eh, atakaye mpenda baba au mama kuliko mimi, hanistahili. Pili, anasema wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata huyo hanistahili. Mtu ambaye hata kubali kuchukua msalaba wake na kunifuata hanistahili. Maana yake ni kwamba katika familia, kama nilivyosema, wewe umeamua kumwamini Yesu Kristo na kwa dhati kabisa, familia ile ikaamua kukutenga ama kukuua, huo ni msalaba, huo ni msalaba wako. Msalaba ni mateso. Familia ilikukataa ama wakakufukuza, wasikuwe wakakufukuza, utaanza kuhangaika hayo huo kwako ni msalaba. Na ukikubali kuchukua huo msalaba au kuyachukua hayo mateso, unastahili mbele za Yesu. Lakini kama ukisema, ah, sasa itakuwaje nikifukuzwa hapa, itakuwaje wakiniua, umepoteza. Maana yake ndio anasema mtu akiiona nafsi yake na kuithamini, asikubali kuitoa kwa ajili yangu, hani stahili. lakini ukiwa tayari kufa kwa ajili ya Kristo, wewe una heri. Kwa hiyo dhambi hapa ni hii, kuangalia familia na kutokumjali Yesu. Dhambi kwako kukataa mateso, kukataa mateso kwa ajili ya Kristo ni dhambi kwako. Bora uteseke kwa kitambo, baadaye ukaishi kwenye uzima wa milele kwa furaha na amani miaka yako yote kwa furaha na amani mbinguni, kuliko kwa kitambo kufurahia familia, kufurahia watu wanaokukataza kwa Yesu. Hiyo ni dhambi kwako. Mungu akusaidie. Bila shaka umeelewa ninachoongea, kwamba familia, kweli kila mmoja ana familia na tunawapenda, lakini ikitokea wanakukataza kwa Yesu, hiyo familia jitoe, haifai. Lakini familia ambayo inakukubalia kwa Yesu wapende na uwaombee familia yako. Mungu wa mbinguni akusaidie, bali kuepukana na familia au ndugu wanaokukataza kwa Yesu, bora kufa kuliko kuishi na familia ambayo inamkataa Yesu. Mungu akusaidie, beba msalaba wako, fuate Yesu nyuma, hata kuacha, atakulinda mpaka uzima wa milele. Bila shaka umeelewa na ya kwamba utaishi hivyo. Kwa wewe ambaye bado hujawa Mkristo, kwa wewe ambaye bado hujamwamini Yesu Kristo, hii na kuhusu kwamba ili uepukane na dhambi hii, kisha mwamini Yesu Kristo, nenda wala usiangalie nyuma, usiangalie chochote kitakachotokea. Mwambie Yesu, atanitetea. Kutane kwenye kipindi kingine kijacho, endelea kuniunga mkono kwa kusubscribe kwenye akaunti yangu. Asante sana kwa sababu uko hapa pamoja nami nami nitumaini langu kukuletea e, nitumaini langu kuendelea kukuletea haya mambo mazuri ya kukufungua macho kufunguliwa macho, kwa jina lake Mungu Baba mwana na Roho Mtakatifu, amen.